Jana tulizungumza kuhusiana na kutokusamehe kwamba kuna kufanya mfungo wako ukaenda vibaya. Kwa hivyo basi, tunapaswa sana kuweza kuendelea kusamehe ili kuhakikisha kwamba roho zetu zinaendelea kukaa katika usalama tunapoendelea katika mafungo. Kwa hivyo, katika siku ya leo basi, tutaweza kujifunza kuna utofauti wa njaa ya kimwili na njaa ya kiroho. Njaa ya kimwili mara nyingi zaidi ndiyo ya ile ya kushibisha matumbo yetu kuishibisha miili yetu, vitamini na protini mbalimbali, kujaza miili yetu. Lakini njaa ya kiroho tunasema mtu amekosa neno la Mungu, inaendana kabisa na hali ya kiroho na hali ya kimwi, hali ya, ya moyo kudhoofika, ile tunasema ni njaa ya kiroho. Tutasoma katika ile Mathayo nne mstari wa nne pale anaposema kwamba mtu hataishi kwa mkate tu bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mtu hatoishi kwa mkate maana mwili unahitaji chakula, mwili unahitaji mavazi, mwili unahitaji kila kitu kwenye maisha yetu. Kwa hivyo basi, kulingana na mazingira ya kawaida ya maisha, ni lazima tule ili tupate kuishi, kushibisha matumbo yetu, kupata vitamini mbalimbali na virutubisho mbalimbali, ili kuimarisha miili yetu. Hali kadhalika katika roho kuna vitu mbalimbali ambavyo vinatuhitaji kama wanadamu ili kuimarisha roho zetu. Vitu kama neno la Mungu, maombi, sala mbalimbali, kufunga na vitu vingine vyote ambavyo vinakufanya wewe kuimarisha roho yako. Kufunga sana siku arobaini bila toba ya kweli, bila utii, bila kumsikiliza Mungu anasema nini ni sawa na kazi bure kama endapo utafanya vyote hivi ukiwa na njaa ya kiroho, ninakuhitaji sana mpenzi mtazamaji uendelee kufuatilia zaidi kuhusiana na hili, kwa sababu inawezekana kesho na kesho kutwa ukaondoka katika ile hali ya kiroho, ukawa na njaa ya kiroho zaidi kuliko ile njaa ambayo sisi tunaitambua katika maisha yako. Kwa hivyo basi, kila inapoitwa leo, inabidi kuimarika sana kiroho kuliko katika mwili, kwa sababu unaposhiba kimwili jua kabisa kwamba kama mazingira yako ya kiroho yatakupelekea wewe kuwa magumu. Ninasema na mtu hapa kwamba endapo utashibisha mwili wako halafu ukashindwa kuishibisha roho yako, ni sawa na mtu ambaye amepotea njia anayokwenda. Sijasema kwamba hatupaswi kula chakula, hapana, nimezungumzia habari ya kwamba kuipa roho kipaumbele, kuishibisha roho yako, iishi maisha marefu, iishi kwa kumtukuza Mungu na kumpendeza yeye peke yake. Hiki kitu kitakusababishia wewe kuimarika zaidi kiroho. Ni tofauti na ambavyo labda tulikuwa tuna tunafikiri toka mwanzo kwenye maisha yetu, ni kwamba tunadhani kuwa kwenda kanisani tu ndiko kunashibisha roho zetu. Hapana, ila kama kuna kupa nafasi ya kuendelea kumtambua huyu Mungu kwenye maisha yako na kuiachilia nguvu ile ya Roho Mtakatifu kaendelee kujaa ndani ya maisha yako, basi jua kabisa unaendelea kuimarisha roho yako. Kumbuka kwamba kushibisha mwili wako si vizuri sana kama kuishibisha roho yako. Katika siku ya leo, kuna vitu mbalimbali ambavyo tutaweza kuvizungumza kama njia mbalimbali za kuweza kuimarisha roho yako. Jambo la kwanza kabisa ni kuendelea kusoma neno la Mungu kila inapoitwa leo na kulitafakari. Kwa sababu unapolitafakari neno la Mungu na kulishika ndipo ambapo unapoendelea kuzaa matunda yale yanayopasa toba. Lakini zaidi sana unaendelea kuimarisha roho yako, kuishibisha kuishibisha roho yako katika mafungo mbalimbali yanatuhitaji sisi kuendelea kutafakari kuhusu neno la Mungu. Neno la Mungu pekee ndilo chanzo cha maisha yetu sisi, ndilo neno pekee ambalo linatufanya sisi hata kuwepo hapa. Biblia inazungumza katika ile Yoshua uh, sura Ayubu moja ule mstari wa nane pale inapozungumza zaidi kwamba kitabu hiki cha Torati kisiondoke katika kinywa chako, lakini ukitafakari mchana na usiku. Kwa hivyo basi, kwenye maisha yetu inatubidi zaidi kuendelea kutafakari neno la Mungu. Neno la Mungu pekee ndilo lenye kuzalisha matunda ndani ya maisha yetu. Lakini jambo jingine ni kuendelea kuwa watu wa maombi na sala mbalimbali za kweli. Unapokuwa katika maombi yako unapokuwa katika kusali unaendelea kuimarisha ile roho yako. Kila inapoitwa leo katika mfungo wako, inabidi kuwa mtu wa maombi sana, ili kuhakikisha imani yako na roho yako hata ivamiwi pia na watu waovu, haivamiwi pia na Shetani, kwa sababu tumeambiwa kuendelea kuzivaa nira zetu. Tumeambiwa kuhusiana na kuendelea kumtafuta huyu Mungu, kumjua Mungu zaidi, ili kuendelea kuizimarisha roho zetu. Kwa hivyo basi, maombi yanakuwa ni kama nguzo yako, inakuwa ni nguvu yako katika maombi, inakuwa ni nguvu yako kwenye maisha yako, inakuwa ni nguvu yako hasa katika mfungo huu. Jambo jingine kabisa ambalo inabidi tuweze kulifanya kwa ajili ya kuendeleza kuimarisha roho zetu kipindi hiki cha mfungo, nakwambia ni kumsifu Mungu na kumshukuru. Biblia inasema kwa habari ya kwamba msijisumbue kwa neno lolote, lakini kwa, katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru pamoja na kushukuru Mungu anaketi, anaketi katikati ya sifa, lakini pia anaketi katikati ya watu ambao wanamshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa kila jambo ambalo linakutokea, lakini kadhalika uendelee kufahamu kabisa maombi yako na sala zako na kufunga kwako kunabidi kuendane na maisha yako ya kisasa ambayo yanabidi kuishi katika roho na kweli. Tunapaswa kumtafuta Mungu sana ili endelee kutusaidia kwenye maisha yetu sisi. Kwa hiyo tuwe watu wa shukrani na kumsifu Mungu. Mungu anaketi katikati ya watu ambao wanatoa sifa kwake. Tunahitajika sana kuendelea kumwachilia Mungu aendelee kufanya kazi ndani ya maisha yetu zaidi sana. Jambo jingine ambalo linaendelea kuimarisha nafsi yako na roho yako ni kumtii Mungu, kumwacha afanye mapenzi yake matakatifu. Kutii ni bora kuliko shuruti, au kutii ni bora kuliko shuruti. Tunasema uwe na utii wa kimungu kwenye maisha yako. Unapomtii Mungu na mapenzi yake yote ambayo yanapaswa kufanyika kwenye maisha yako, maanake roho yako inaendelea kuimarika. Roho yako inapaswa kumtii Mungu, kufanya mapenzi yale ya Mungu. Mungu nakusaidia sana Tuingie katika maombi ambayo yatakusaidia wewe kuendelea kuimarika katika siku hii ya leo. Najua tupo katika mfungo na tunaendelea na mafungo wengine, bado kuna wengine wataingia katika mfungo wa Kwaresma. Tunaomba pia uendelee kuungana na sisi katika live streaming hii ili kuendelea kujipatia mafundisho mbalimbali mbali ya kukuimarisha katika mfungo wako, ili usije ukapotea katikati ya mfungo, mwanzo wa mfungo au mwisho wa mfungo. Tuombe. Ninakushukuru Mungu Mwenyezi Mungu Muumba mbingu na nchi uliotubariki sisi watoto wako hata tupo mahali hapa. Umetufundisha kwa habari ya njaa ya kimwili na njaa ya kiroho. Njaa bora zaidi si ya kimwili wala si ya kiroho Lai, lakini zaidi sana umetupa nguvu ya kuendelea kuimarika katika neno lako. Ninaomba Bwana utuondoe katika ile njaa ya kimwili na njaa ya kiroho pia, njaa ya kuto kulifahamu neno lako inabidi tujue neno lako takatifu ili tuendelee kukua kiroho. Inabidi tuwe tunafanya tu, tu, maombi kila inapoitwa leo. Mungu, ninaomba uendelee kutujaza nguvu yako na neema ya kufanya maombi kila inapoitwa leo, katika jina la Yesu Kristo ninaomba Bwana uendelee kujaza midomo yetu na roho zetu na nafsi zetu, roho zile za kufanya sifa za kukuabudu wewe na kutoa shukrani kwako Mungu uliye mtakatifu ambaye wakati wote umeendelea kuwa pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba Bwana uendelee kufanya utii na kututiisha kwenye maisha yetu, kuzitiisha roho zetu ziyafuate mapenzi yako matakatifu peke yako. Ninaomba hayo, e Bwana, kwa kuwa wewe ni mtakatifu na mwenye nguvu. Ninakuabudu wewe Yesu Kristo, Mungu mtakatifu uishie milele yote, ambaye kila wakati umekaa kututazama sisi watoto wako tunapoomba Uwe pamoja nasi, e Bwana, tunapoanza mpaka tunapomaliza hii saa ye Bwana, uendelee kuwa pamoja nasi tunapoondoka mahala hapa. Bariki watoto wako, bariki kazi zao, bariki kila wanachomiliki, bariki nyumba zao, bariki familia zao, bariki mapito yao, katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini amina. Katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru wewe ambaye kila wakati unaendelea kushiriki live streaming hii, uendelee kushare kucomment na kulike. Inawezekana kwa kesho tukaendelea kuwa na mafundisho mengine. Usikose, saa tatu kamili, saa tatu kamili usikose mafundisho haya. Mungu na akubariki sana.